Tumekuchagua wewe

turubani wako injilishaji. Daniel Anton Lingwentu, mtoto wa mama kitinda mimba pekee kwa mama Maria na Deka. Leo nimetua hapa niko katika kituo cha sala wenyewe wanapenda kujiita kigango cha Amkatwende. Ni ndani ya Jimbo Kuu la Songea. Tumekuja kuona ukuu wa Mungu. Angali sisi tukisali katika makanisa yenye kuta na kufurahi utukufu wa Mungu, ila wapo wengine wanaosali katika nyumba ya Mungu yenye nyasi, eh, na miti tu, lakini Mungu anashuka nasi tumekuja kuwatia moyo tukiwa na WAWATA parokia ya mtakatifu Teresia mtoto Yesu Buza, jimbo kule Dar es Salaam. Baba tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Baba ongera sana, lakini walau watazamaji wetu wa kufahamu, unaitwa nani, unahudumia wapi, na utuambie kidogo hali ya kituo hiki cha sala. Asante sana kwa jina, naitwa Padileo Buraheze, ni paroko wa parokia ya Peramiho na ni paroko pia wa kigango hiki cha Mkatwende, ingawa ni kituo cha sala lakini ili jina y kituo cha sala hawapendi sana, wanapenda kujiita kigango na wanafanya juhudi ya kila mali na hali na mali ili basi waweze kuwa kigango na watamani kusali sehemu nzuri kama watu wengine, na wanajibidisha kufyatua tofali, wameanza kuchimba msingi, na hayo yote yanayofanyika ni kwa nguvu zao wao wenyewe bila kutegemea uhisani wa mtu mwingine, lakini basi tunapenda kuendelea kuwaomba wa kila mtu mwenye mapenzi mema aweze kuwasaidia hawa wana kigango kadiri Mwenyezi Mungu atakavyowajalia. Nashukuru sana uh, baba paroko kwa kutuambia hayo. Uh, tulisikia pia kwenye risala unawaamini wapatao mia sita hapa Dio, lakini mia mbili na hamsini ndio ambao wenye uwezo wa kufanya kazi Dio. Hili kwako ni changamoto kiasi gani hasa kwa maendeleo ya kigango? Inakuwa eh, ni changamoto kubwa sana. Idadi hiyo iliyotajwa wengi ni watoto na wengi ni wazee. Kwa hiyo hao mia mbili na kitu ni umri wakati ambao wanaweza eh, kufika kusaidia kazi hapa, kufyatua tofali, kuchimba msingi. Kwa idadi hiyo ya mia mbili tu kama eh, kwenye risala inavyoeleza, basi wengi ni wazee na wengi ni watoto. Basi tunajaribu hivyo hivyo kadri tunavyoweza, kadri tunavyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Mimi nikuulize swali moja hili, ni swali moja tu la kizushi kidogo. Uh, walau utuambie hivi, siku ya kwanza kati unaambiwa utahudumia parokia ya Peramiho na hiki ndio kigango chake, ulipoona kigango ndo hiki. Yaani hii ndio hali ya kigango, kipi ambacho ulikisikia katika picha ya kuona kigango chenye nyasi na nini, ulionaje? Uli, uli kwako e, kwangu ilikuwa ni changamoto kidogo, kwa sababu nilivuta picha kipindi hawa waumini walipokuwa na wamisionari na wamisionari wameweza kujenga makanisa sehemu mbalimbali, na nilipata mashaka wakifikiri kwamba huyu padri anayekuja kuwa paroko wetu labda ana roho ile ile ya kimisionari, labda ana mahela mengi ya kutoa.